Aprili mosi, mwaka elfu mbili ishirini na tano Kremlin ilitangaza zoezi kubwa la kuwaita vijana jeshini. Vijana wa Kirusi laki moja na sitini elfu wenye umri wa miaka kumi na minane hadi thelathini wanaitwa kwa ajili ya huduma ya lazima ya kijeshi. Hii ni idadi kubwa zaidi ya vijana kuitwa jeshini nchini Urusi tangu mwaka elfu mbili na kumi na moja. Kipindi cha kujiunga na jeshi kitaanzia Aprili mosi hadi Julai kumi na tano mwaka elfu mbili ishirini na tano. Hatua hii inakuja kama sehemu ya zoezi la mara mbili kwa mwaka la Urusi la kuwaita vijana jeshini, lakini kiwango cha mwaka huu ni kikubwa sana. Tangazo hilo limesababisha hofu kubwa katika jamii ya Urusi. Vijana wengi wanakabiliwa na uwezekano wa kung'olewa kutoka katika maisha yao ya kawaida, wataingizwa katika mfumo wa kijeshi unaokabiliana na matakwa ya vita inayoendelea. Kremlin inasisitiza kwamba vijana hawa hawatapelekwa Ukraine. Hii ni licha ya ushahidi unaongezeka unaoonyesha kinyume chake. Idadi ya vijana walioitwa jeshini katika msimu huu wa kuchukua wa mwaka 2025 inazidi idadi ya miaka iliyopita. Mwaka 2024 katika msimu wa kuchipua na msimu wa majani kukutika, vijana laki moja na hamsini elfu na laki moja na thelathini na tatu elfu waliitwa mtawalia. Mwaka 2022 jana laki moja na thelathini na nne elfu na mia tano waliitwa jeshini. Ongezeko la mwaka huu ni ishara tosha ya dhamira ya Kremlin ya kuimarisha uwezo wake wa kijeshi. Hii ni muhimu sana kutokana na vita inayoendelea nchini Ukraine. Matamanio ya Kremlin yanazidi mbali zaidi ya zoezi hili la kuwaita vijana jeshini. Rais Putin ameeleza mpango wa kupanua jeshi la Urusi kwa kiasi kikubwa. Lengo ni kuwa na wanajeshi milioni moja na nusu ifikapo mwaka 2026. Lengo hili ni sehemu ya mpango mpana wa kufikia jumla ya wanajeshi karibu milioni 2.39. Kufikia Desemba mwaka 2024, jeshi la Urusi lilikuwa na wanajeshi karibu milioni 2.4, ikiwa ni pamoja na wanajeshi milioni moja na nusu. Jitihada hii ya upanuzi inaashiria mabadiliko makubwa katika msimamo wa kimkakati wa Urusi inasisitiza dhamira ya Kremlin ya kuonyesha nguvu za kijeshi katika ulimwengu. Upanuzi huu unatia wasiwasi hasa kutokana na vita inayoendelea nchini Ukraine. Inaibua maswali mazito kuhusu malengo ya muda mrefu ya Urusi katika eneo hilo na kwingineko. Kuwaita vijana laki moja na sitini elfu jeshini ni hatua muhimu kuelekea kupikia malengo haya ya upanuzi. Vijana hawa wapya watatoa nguvu kazi mpya kwa jeshi la Urusi. Hii itaiwezesha Kremlin kubadilisha wanajeshi kuimarisha uwepo wake katika maeneo muhimu ya kimkakati na pengine kuongeza shughuli za kijeshi nchini Ukraine. Wakati Kremlin ikisisitiza kwamba vijana wapya hawataingia vitani Ukraine, kuna mashaka mengi. Kumekuwa na ripoti zikidai kwamba vijana walioitwa jeshini katika zoezi lililopita walipelekwa mstari wa mbele. Hii ilikuwa dhahiri hasa katika hatua za mwanzo za vita wakati urusi ilipokuwa ikipambana kufikia malengo yake ya kijeshi kauli za kremlin hazina maana kwa warusi wengi ambao wameshuhudia athari za vita familia zinaogopa kwamba wana wao watapelekwa kupigana vita ambayo hawayamini hofu ya vita ya Ukraine inatawala urusi ikitia kibuni kizito juu ya zoezi hili la kuwaita vijana jeshini licha ya juhudi za kremlin za kupunguza hatari hofu ni kubwa athari za vita ya Ukraine zinasikika katika jamii ya urusi zikitumika kama ukumbusho mkali wa matokeo yanayoweza kutokea kutokana na zoezi hili la kuwaita vijana jeshini. Jumuiya ya kimataifa imelaani zoezi la Urusi la kuwaita vijana jeshini. Wengi wanaona kama kitendo cha uchochezi kinachozidisha mvutano katika eneo hilo. Marekani hasa imekosoa vikali. Imeitaka Urusi kusitisha mara moja uchokozi wake nchini Ukraine na kushiriki katika juhudi za kidiplomasia zenye maana. Licha ya shinikizo la kimataifa, Kremlin inaonekana haijarudi nyuma. Inaendelea kukataa wito wa kusitisha mapigano na hata imeongeza mashambulizi yake ya kijeshi katika wiki za hivi karibuni. Aprili mosi mwaka 2025, shambulio la Urusi kwenye kituo cha umeme cha Kherson liliwaacha watu elfu 45 bila umeme. Kitendo hiki cha uchokozi kinaonyesha hali tete iliyopo. Wakati wow, vita ikiendelea, mustakabali wa vijana laki moja na sitini elfu walioitwa jeshini haujulikani. Mustakabali wao sasa umeunganishwa na mwelekeo usiotabirika wa vita nchini Ukraine. Jumuiya ya kimataifa inafuatilia kwa makini, ikitarajia suluhisho la haraka na la amani kwa vita hii mbaya.